Salamu katika Kristo Yesu, tuna wapongeza Wakristo mahali pote duniani kwa kuweza kumaliza mfungo wetu wa Kwaresma vyema. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa kwa neema kuweza kumaliza Kwaresma katika mwaka huu wa Bwana Yesu Kristo elfu mbili na ishirini na tano. Kipekee tuwapongeze Wakristo wote ambao wameshiriki ibada ya Ijumaa Kuu mahali pote duniani lakini kipekee sana wakristo wa kanisa la mtakatifu Batholomayo Ubungo, Dar es Salaam, kanisa la Anglikana ambao wamejitoa katika kipindi chote cha Kwaresma na kipekee wamekuja kwa wingi kushiriki ibada ya Ijumaa Kuu. Ibada yetu ya Ijumaa Kuu imebeba mambo mbalimbali, lakini mengi katika hayo yakiwa na nia ya, ya kuweza kutukumbusha sisi gharama ya ukombozi ambayo Kristo aliitoa kwa ajili yetu. Kipekee kabisa tuombe kuwakaribisha katika ibada yetu ya mkesha wa sikukuu yetu ya Pasaka, itakaofanya katika siku ya Jumamosi. Katika ibada yetu ya mkesha itakayoanza saa mbili kamili usiku, inayo mambo mbalimbali, lakini kati ya hayo ni pamoja na kuwashwa kwa moto mpya pamoja na kuimbwa kwa sifa ya mshumaa moto mpya pamoja na sifa ya mshumaa, vyote vinatukumbusha juu ya usiku ule ambao Mungu katika nuru ya mwanga aliweza kuongoza wana wa Israeli kutoka Misri na kuwapeleka kule Kanaani. Lakini pia mbali na moto mpya na sifa ya mshumaa, lakini pia tutakuwa na nafasi ya kurejea tena ahadi zetu za ubatizo. Katika usiku huo, sisi kama kanisa tunazirejea tena na kuzikiri ahadi zote za ubatizo. Lakini pamoja na ahadi hizo tunapata nafasi ya kumwagiwa maji ya baraka ikiwa ni ishara ya kuhuisha upya ubatizo wetu. Tutakuwa na misa ya shangwe katika usiku huo, nasi tunatamani sana kila Mkristo awe sehemu ya ibada hiyo ili kwa pamoja tuweze kuadhimisha mkesha wa kufuka kwake Yesu Kristo kusii usikae nyumbani na kulala ukapumzika, lakini chukua nafasi hiyo kama neema ya kipekee kuja kuweza kushiriki ibada yetu hiyo ya misa takatifu. Mungu atubariki sote na atupe kwa neema kuingia mkesha wetu wa Pasaka. Asante sana.